Hey, wana wa Afrika chionda chionda, buntu bantu wa Afrika ni mtu sinyani. Leo nataka niongelee kitu kimoja kuhusiana na American base around the globe. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, Marekani akasambaza vituo vya kijeshi ulimwengu mzima. Vituo hivi vya kijeshi vya Marekani vinaleta athari kubwa kwa maeneo yaliyowekwa kama kule Fukuoka Japani kama vile San Diego Gansia katika maeneo ya bahari ya Hindi, kule maeneo ya kule America, maeneo ya Korea Kusini. e, kambi hizi za Marekani zinapokaa zinapokuwepo, yanatokea mambo mengi ya kinyama na, na, na uzalilishaji. Wanawake wanabakwa, wanaume wanabakwa, unyanyasaji, ubaguzi wa rangi unakuwa mkubwa. Leo nataka niwatajie vikosi vya Marekani kambi za Marekani chini ya jua hili. Chini ya jua hili kambi za Marekani wanaita military base, katika wameka katika maeneo yote kasoro Antarctica, Marekani ameka base zake. Antarctica peke yake ambako iliwekwa treaty ya mwaka elfu moja mia tisa hamsini na mbili ya mataifa kumi na mbili hadi sasa amefikia mataifa hamsini kule Antarctica. kuna mtu anaruhusiwa kuweka base, kurusha ndege au mtu wowote kuwa na makazi. wa magaidi na majambazi wa dunia wamewekeana mkataba huo, ina maana kule wa wana jambo wamelipanga kwa pamoja. Sasa ni kwa nini Marekani ameweka bezi, na kwa nini aweke bezi kwenye nchi za wenzake? Kwake yeye ameweka bezi ngapi? na kwenda kuchambulia article hii namba moja. Hii ni article namba moja. Article namba moja inasema muhtasari wa vituo vya kijeshi vya marekani duniani, bara la Amerika. Marekani yenyewe vituo vikubwa vya kijeshi zaidi ya 400, Fort Bragg, Norfolk, Naval Station, Pentagon na kadhalika. Hiyo ni Amerika peke yake na vituo vya kijeshi 400. Amerika ndani ya ardhi ya Amerika kuna vituo vya kijeshi 400. 400 military base in United States of America. Outpost tunakwenda, the outpost Guam. Kituo cha kijeshi cha Guam kilicho katika eneo la Pasifiki. Kituo cha majini na anga Puerto Rico, kituo cha jeshi la majini. Ulaya, Ujerumani, zaidi ya wanajeshi thelathini elfu wa Marekani wako Ujerumani. Vituo vikubwa ni Ramstein Air Base, kituo cha anga kikuu cha NATO. Italia, Naples, makao makuu ya 60 Fleet, Aviano Air Base. Uingereza, Lakenheath, Mildenhall, Mildenhall kituo cha anga na inteligensia Mwingereza na ujanja wake yote. Lakini Mwingereza sishangai, kwa sababu Mwingereza ndio aliyetengeneza taifa la Marekani. Waingereza ndio wanaotawala Marekani. Marekani ni outpost ya Uingereza, Amerika ni outpost ya Uingereza. Nelewa, wana wa Afrika. Hispania kule iko katika Rota Naval Base. Bezi Spani, ya Marekani Spain inaitwa Rota Naval Base. Kwa hiyo hata Spain akitaka kumpinga Marekani anapigwa kutokea ndani kwake na maadui aliyokaribisha. Poland na Romania vituo vipi vya makombora ya ulinzi ha? ICBM Intercontinental Ballistic Missile. Hii ni kwa sababu ya kulinda American interest to the region katika ukanda Kosovo na Bosnia, kambi ndogo za NATO. Na ukae ukumbuke kwamba maeneo ya Kosovo na Bosnia yalitokea ya mauaji makubwa. Kwa nini alifanyika yale mauaji? Kwa sababu ya kusafisha njia Marekani yaweke base hmm? Poland na Romania. Marekani yaishafanya vurugu nyingi kujitafutia ufahari. Asia na Pasifiki, Japani, zaidi ya wanajeshi elfu hamsini wa Okinawa kituo kikubwa cha jeshi la wanamaji wa jeshi la anga katika eneo la Okinawa. Marekani ana jeshi kubwa amestation huko Okinawa. Korea Kusini inaitwa Camp Humphreys, kambi kubwa zaidi ya Marekani nje ya nchi. Pamoja na hiyo ni Korea Kusini pamoja na Guam. Hmm? Filipino, vituo vidogo pamoja na visiwa vya Luzon na Paravani. Mwamerika huyo anataka nini kuweka vitu hivi? Kwa sababu ya elite interest, sio kwa sababu ya american interest. Hii ni elite interest, mabwana wakubwa. Familia kumi na tatu ndio wanaoiongoza Amerika. Hapa wameweka ukuu wao, hakuna lingine, hakuna lingine. Huu ni ukuu wa Amerika. Kwa hiyo hapa kina Rothschild, Bauer family eh? Oppenheimer. Oppenheimer anai control South Africa hadi hivi sasa. Rais wa Afrika Kusini huwezi kupewa madaraka bila familia Oppenheimer na familia ya muindi chotala wa Kihindi anaitwa Gupta. Kwa sababu gani namwita Chotala? Amechanganya mbegu yake na mrato wenzake wazungu amemiksi. Na hii inaitwa American interest na nawaambia sio American interest, ni inaitwa the elite interest. Faida za bwana wakubwa sio Marekani. Marekani corporation ni shirika tu moja dogo linalomilikiwa na mabosi. Rais wa Marekani hana amri yoyote zaidi ya kuonyeshwa kidole na viongozi walioko nyuma ya kioo. Wanawaambia wewe, piga pale, hapa acha pale, fanya hmm? kwa mfano katika Singapore bandari kwa meli za vita Australia, makubaliano ya kutumia Darwin base. Australia bado hawajakubaliana, ila Marekani anataka kuitumia Darwin base. Na unapongelea Australia, Australia ni taifa ambalo mwenyewe Mwingereza, wanaokaa pale Australia ni wafungwa ambao walifungwa wali kule Uingereza Mwingereza, Mwingereza akaona hawa siwezi kuwamiliki akawapeleka katika visiwa vya Australia akawafungia kule maana ni open, open prison. Wakaenda wakaua aboriginals, wakawaua wote Waingereza, mwishowe wakapandisha bendera. Angalia bendera ya Australia inafanana na Union Jack. Nikiongea Union Jack, ni bendera ya mwingereza inaitwa Union Jack, yenye msalaba wa mfalme King George. Sijui kama unajua wewe, mwana wa Afrika mbishi mjua mengi, msomi mwenye degree na diploma, unaitwa una masters lakini bado you are slave forever, forever. <laughs> Afrika mnanifurahisha sana. Waafrika anategemea degree pamoja na diploma zake alizopewa, mwingine anakuambia nina masters what you master in this world man hmm? Umemaster nini chini ya jua hili? You are deception and liar. Elimu uliopewa ni elimu ya kikoloni, elimu uliopewa inakontroliwa na waliokupa elimu. Elimu hii walitaka wakupe na ndio maana ukaifuata. Mimi nasoma elimu inaitwa private education Hakuna wa kunipangia, nasoma kitabu chochote. Ewe blackman, naomba unielewe, ukuu wetu unaendelea kuendelea. Dunia hii ni mali yetu, hakuna yeyote anaweza kutukontrol sisi. Mashariki ya Kati, Marekani na bezi, katika Katari inaitwa aliudaidi ya bezi, kituo kikubwa cha anga cha Marekani eneo la Guba Bailani, makao makuu ya kikosi cha tano katika katika vile vikosi saba katika bahari saba. Hiki ni kikosi cha tano katika 7C na 7 fleet, 7 fleet in the 7C zote zikiwa na submarini zilizobeba makombora ya nuclear kweti kambi ya alizini kwa operationi. Iraki Saudi Arabia, baadhi ya vituo vinaendelea kutumika. UAE, Al Dhafra Airbase, United Arab Emirates, kuna kituo kinaitwa Al Dhafra Airbase. Mwalabu amemkaribisha wa Marekani kwa mkataba upi? Kulindwa utawala wao na nguvu zao zisiondoke mikononi mwao, hmm? Saudi Arabia ndio mnafiki mkubwa katika eneo la Arabia, juu kazalia ni crypto ndio anaendelea kuwanyonya watu wasio na hatia wanaitwa Wapalestina. Hawa ndio wametia mikataba na mwingereza ili utawala wao udumu. Kasome mkataba wa mwingereza na mfalme Saudi bin Abdulaziz, mwanzishi wa falme ya Saudi Arabia. Aliahidiwa nini na waingereza na yeye aliwaahidi nini wa waingereza? Alikula kiapo gani cha kuwadanganya watu wa Arabia? baadhi ya vituo vimeendelea kutumika Iraki na Siria, vituo vidogo vya operation dhidi ya magaidi. Magaidi ni nani? Gaidi ni Marekani na washirika wake. hawa ndio terrorist. Hawa ndio hawa terrorist ndio Marekani amefanya phase flag operation nyingi, kama kule Panama, Guantanamo. Amefanya mauaji phase flag kule Cuba, amefanya phase flag operation katika maeneo tofauti even Septemba 11 ni father flag operation, ni mipango yao wenyewe kutengenezea na kutengeneza ku, mipango na kumsingizia mzaifu ambaye wanaweza wakamsingizia watu wamnyoshee kidole atengwe na ulimwengu. Hey, si sawa hey, si kweli, na tukubaliane nayo Djibouti Kempo Remota, kituo kikubwa zaidi cha Marekani Afrika, kwa vituo dhidi ya ugaidi Somalia na Yemen. Hao waasi wa Somalia Alshababu na kule Yemen. Somalia, mshawahi kusikia wana wa Afrika wanatengeneza bunduki, wana kiwanda cha mabomu silaha? Somalia wanapata wapi? Hawa wanapewa silaha na Marekani, anatoa silaha. Leo hii Marekani anawapigia Anawapigia kelele watu wa Somalia na Yemen, wakati hawa amewatengeneza yeye mwenyewe kwa maslahi yake. Magaidi wote unaowaona duniani wote unaowaona duniani wote ni mali ya Marekani na Mwingereza na washirika wake. Wamewagawanya watu ili wafikirie vurugu, wapambane, kutuliza nchi huku mali zikiondoka na wao wakitangazwa ni dhaifu, hawawezi kuendelea kuwepo mpaka msaada wa Marekani. Huo ni uongo. Nija kuna Agadez Airbase drone na intelijensia. Hapa Nija wesha wafurusha hawa. Wesha wafurusha wamewaondoa. Kenya, kituo cha pamoja tam, cha Manda Bay. Somalia, vituo vidogo vidogo vya operation. Yaani hapa Somalia kuna makundi ya magaidi alafu Marekani na kituo chake ki cha kijeshi. Unaweza kuingia akilini kweli hapa? Hii vituo vya, vidogo vya Marekani vya kijeshi ndio vituo vinavyotoa silaha kwa magaidi wa ukanda wa Afrika Mashariki? Kwa jumla, Marekani inakadiriwa kuwa na vituo zaidi ya mia saba na hamsini katika nchi zaidi ya themanini, na wanajeshi wake wanapatikana karibu kila bara. Ndugu mwana wa Afrika, hii si chuki, huu ni ukweli Ukweli lazima usemwe, ila nikiongea mtaniona mimi Chionda na wapinga, lakini huu ndio ukweli, na huu ndio uliwaondoa watu chini ya jua, na watakuita majina mabaya ili wakuue. Ubuntu bantu, mwafrika ni mtu, sio nyani otepu wana waafrika, na huu ni ujumbe kwa afrika huru kifikira, kimaendeleo. Amen. <muchas>